Naomba niwaambie amani ndiyo kila kitu. Tutasema mambo mengi, lakini tukiipoteza amani yetu leo, hatuwezi kukaa hapa leo, hatuwezi kufanya biashara leo, hatutaweza kufanya jambo lolote tunalotamani kufanya. naomba niwaambie kumeendelea kuwa na tishio ya namna hiyo, kwamba kutakuwa na hiki itakapofuatia tarehe tisa. Naomba niwaambieni wazazi tuendelee kutangaza amani, hatuna mbadala sisi. Wa Tanzania ndio tulikuwa tunapokea watu ambao wamepoteza amani maeneo yao, lakini sisi amani ikipotea, sijui tutakwenda kujibaza wapi. Naomba niwakumbushe kila mmoja kwa nafasi yake, anajua anafanya biashara gani, anajua anafanya kazi gani katika kujenga uchumi wa nyumba yake, kujenga uchumi wa taifa hili niwaombe sana twende tukazungumze neno la amani. Amani ndio kila kitu tumeweza kuona wiki kadhaa nyuma kwamba tulivyokuwa hatuna amani, tulikuwaje? Tumekaa ndani watu zaidi ya siku tatu nne tano, watu, watu wana vyakula, wafanyabiashara wajafanya biashara, vitu vingi kweli, na sisi, mbunge, kwa kwao na sisi kama alivyosema mbunge kwamba Tanzania yetu tumezoea kwamba sisi tunawapokea watu wenzetu wa nchi mbalimbali ambao hawana amani. Je, sisi tukikosa amani tutakimbelea wapi? Kwa hiyo niwawasihi vijana kwamba tuweke miemko nyuma kama ni kuna vitu tunadai, tudai kwa haki sawa, lakini tusifanye vurugu. Vurugu haileti amani. Amani ni jambo la msingi sana katika nchi. Kwa hiyo ninachopenda kusema ni vijana, tujitahidi tuweze kuidumisha amani wow katika nchi yetu kwa sababu bila amani nchi haiwezi kuendelea, kuendelea biashara haziwezi kufanyika au mambo mbalimbali ya uzalishaji hawezi yakafanyika. Kwa hiyo ni bora tukadumisha amani, ili pia maendeleo ya nchi yaendelee kuwa zaidi na zaidi. Sema kweli swala la amani ni muhimu sana katika nchi, hivyo na washauri wa Tanzania na watu wote tunatakiwa tuendeleze swala la amani, tuatili na machafuko ili pia hata tuweze hata tuweze kuendeleza maendeleo katika nchi yetu kila siku. Uh. Che Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori; watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikuwa kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose Nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka mitano. Fort Johanna Daycare and Nursery School mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615.